io katika kukuza amani <tiposimilio> wakati wa chaguzi mkuu. Nianze kwa kutamka moja kwa moja kwamba nafasi ya vijana ni kubwa kutengeneza kitu kinyume na amani, ukombozi, kupigania maswala ya amani kwenye nchi zile ambazo zilikuwa zinafanya ukombozi wale viongozi walikuwa ni vijana. Vijana ndio walifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba amani inakuwepo katika maeneo yao ambayo wao walikuwa wakishiriki katika harakati mbalimbali, kama vile mkuu wa wilaya alivyo tangulia kuwaeleza, baada ya kuziona zile, kutakuwa na amani kwa kutumia mifumo na fursa zile walizoziona, lakini chini ya misingi ya mifumo linatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025, jambo sababu ya mifumo ya kisheria ina maana, hizo ndio political spaces ambazo mheshimiwa mkuu wa wilaya mgeni wetu rasmi wakili msomi Msando alikuwa akilieleza kwamba ile ni fursa Anayegombea agombee, anayetaka kupigwa kupigiwa kura ajitokeze, lakini katika mifumo ambayo iko kisheria ya kunaji sera. Huo ndio mfumo na hiyo ndio fursa. Kwa hiyo kinachojitokeza kwenye sehemu kubwa kama alivyojaribu kuwadokeza, sensa iliyofanyika ya mwisho ya taifa letu vijana wameongezeka, vijana ni wengi, na vijana ndio wenye nafasi kubwa katika mambo mbalimbali, katika mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kisiasa, lakini mifumo ya kijamii. Ukikuta kundi la wasanii, unakuta ni vijana. Ukikuta masuala ya uchumi, watu wanaozunguka ndani ya nchi na nje ya nchi, wengi ni vijana. Lakini hata kwenye mifumo ya kisiasa, ukifuatilia nafasi za watu waliogombea maswala ya udiwani, maswala ya ubunge, ukifuatilia wengi ni vijana. Kwa hiyo ili swala hili, hili liweze kufanyika vizuri, vijana wanayo fursa kubwa sana ya kuhakikisha wanajitambua nafasi yao kwa wingi